Kwa I think ni ruwaza ya kuanzia mwaka 2021 mpaka 2030 kama sikosei na mm -hmm. Um, the major aim ya hii ilikuwa ni kuweza kusaidia katika kuhakikisha kwamba uh, maswala ya advocate for the healthy planet uh, healthy ocean uh, tunaangalia kwamba maswala ya the habitat degradation hizo uh, ndo baadhi ya zile objective ama nia na shabaha, kwa nini hii the UN decade ilikuwa endorsed mm -hmm. as part of the sustainable development goals ili kuweza kuhakikisha kwamba tuko na healthy ocean you know, the biodiversity save, uh, the habitat degradation imepungua. yeah so kwa kifupi so I mean Well then the UN decade expect ni kwamba yakishe kwamba hizi vitu zenye nimeweza kuzitaja zimeweza mm -hmm. kukuwa kukua bora mm -hmm. zimeweza kurudi katika ile hali yake, mm -hmm. you know, to redeem back the glory and the integrity of our ocean.